Tupo hapa kushuhudia jitihada za serikali yenu katika kuimarisha sekta ya uchumi wa buluu kwa kufanya ukaguzi wa ujenzi wa diko pamoja na soko la kisasa hapa mkoani, sambamba na kugawa vifaa vya kuwawezesha wavuvi na wakulima wa mwani pamoja na makabidhiano ya boti ya usafiri kwa wananchi wa kisiwa cha Makoongwe. Uvuvi na kilimo cha mwani ni sekta muhimu sana katika utekelezaji wa sera ya uchumi wa buluu hapa Zanzibar. Takwimu zinaonyesha kuwa sekta hizi zinatoa ajira kwa watu zaidi ya laki moja, ambapo wanawake ni asilimia kumi na saba. Serikali ya Mapinduzi ya awamu ya nane imeendelea kutoa vipaumbele katika sekta hizi kwa kuwapatia wajasiriamali mali vifaa vya kisasa kuwajengea uwezo kupitia elimu na mafunzo na kuimarisha upatikanaji wa masoko ya uhakika. Matokeo ya jitihada hizi yameonekana wazi kwa kuongezeka kwa uzalishaji wa mwani na kiwango cha uvuaji wa samaki.